Jina langu ni Baraka Isa Shekimweri, ni mkuu wa idara ya elimu Rau makao makuu, lakini pia ni mwenyekiti wa kamati ya vijana ya shirikisho la vyama vya wafanyakazi Tanzania, TUKTA. E, tupo hapa Mbeya. Leo hii nimefarijika kupita katika banda la maonyesho la VETA. Kwa kweli nimejionea bunifu mbalimbali na shughuli mbalimbali zinazofanywa na vijana. E, kuna mazingira ambayo Eh, kwa mfano wenzetu hawa wenye ulemavu tungeweza kuwaona hawawezi kufanya chochote, na hivyo tukawacha tu majumbani mwetu wasiweze kufanya kitu. Lakini kwa nilichojionea hapa kwenye banda nimewaona vijana wengi sana, eh, wenye ulemavu ambao wamejielimisha eh, katika fani mbalimbali. Nimeona watu eh, mafundi cherehani hapa, pia nimeona wataalamu pia wa IT wenye ulemavu. Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba kumbe hawa E, wakiwa na haki ya kuishi na haki pia ya kufanya kazi kama raia wengine, tunaweza tukawapatia fursa hiyo ya mafunzo ya ufundi na wakajiendeleza na wakapata kuweza kujiajiri na hata kuweza kuajiri watu wengine. Kwa hiyo mimi nitoe tu rai kwamba, kwa wazazi walezi, ambao wana vijana wenye changamoto za namna hiyo, wasiwafiche na wala wasione kwamba hawana msaada wowote wa wanaweza wakawaendeleza kwa mazingira ya kiufundi na mwisho wa siku akapata kuweza kujitegemea na kutoka kwenye mazingira ya kuwa tegemezi. Lakini pia kingine nimejifunza vitu mbalimbali hapa kwenye banda hili la VETA kwa kweli limesheheni vitu mbalimbali. Kuna mifumo mbalimbali hapa ya hisi za magari, mifumo mipya kabisa ambayo vijana tunaanza kujifunza, eh, kujifunza lakini pia tumeona bunifu za mavazi. Ni banda ambalo kwa kweli ukija hapa huwezi kutoka bila eh, eh, kuwa kupata elimu ya, eh, ya aina yoyote. Kuna vitu vingi vya kuweza kujifunza hapa. Kwa hiyo tu nitoe rai kwamba eh, tuitumie fursa hii vijana wazazi, walezi na vijana wenyewe iwe kwa kujiwezesha kuweza kupata ujuzi ama kwa kuwezesha kuweza kupata ujuzi kwa sababu ada ni, ni, kama bure kabisa. Unaweza hata kawa ukawa ni mchunga ng'ombe, ukawa unauza maziwa, ukaweza kumsomesha mtoto akaweza kupata ada ya kuweza kugharamia mafunzo ya VETA. Kwa hiyo ni vitu vizuri ambavyo kwa teknolojia au kwa, kwa ulimwengu wa sasa bila ujuzi kwa kweli utakuwa ni mzigo kwa taifa. Ujuzi ndio kila kitu, ujuzi ndio unafanya viwanda vifanye kazi, ujuzi ndio unafanya uchumi uweze kuwa eh, kukua na kuweza kuimarika zaidi. Kwa majina naitwa Francis Anton, ni mwatimu wa chuo cha walimu mfundisa VETA na VETA ni mfundi wa kompyuta masaa yote yachiama. Lengo na madhumuni ya kuja hapa kuonesha wale vijana wenye mahitaji maalum wasirudi nyuma, kwamba na sisi nao Tuka, tuka, tuka, mm -hmm. Na tukawezeshwa, nimeandaa noksi hizi noksi kwa ajili ya mwanafunzi kujifunza namna ya kukonekti kompyuta na vifaa vya nje. Ni topiki ambayo nimeiandaa kuja kuona kwamba nina uwezo mm -hmm. wa kufundisha mwanafunzi mm -hmm. na akanielewa vizuri. Huu ni mfumo wa umeme ambao unadhibitiwa kwa kutumia limoti. Lengo la huu mfumo, badala ya kutumia swichi za kawaida tunazozitumia, tukaona kuna mahitaji maalum. Lakini si tu mahitaji maalum, kuna watu amba ambao pia ni wazee ambao hawahitaji kutembea umbali mrefu kwa ajili ya kwenda kuwasha ama kuzima taa. Sasa kulingana na mahitaji ya aina hayo, tukaona tutengeneze mfumo ambao huu mfumo utamrahisishia ama kumpunguzia mtu umbali wa kwenda kuzima taa ama kuwasha au sio tu taa, anaweza kana na vifaa vingine tu ambavyo ameviweka ame kwa ajili ya matumizi ya umeme. Sasa badala ya kutumia switchi ya ukutani au ya wapi, anaweza akatumia remote. Ndo huo mfumo ambao unaweza ukawasha taa yako, yeah. Kwa majina naitwa Agrithina Magoda, natokea VETA Mikumi. Nimekuja hapa kwenye maonyesho kwa ajili ya kupromoti au kuitangaza fani za hoteli na utalii ambazo zinatolewa na VETA. Fani hizi zipo sita, tunazitoa katika vyuo vyetu vya VETA. Hizi ni ni bidhaa ambazo zinatengenezwa na wanafunzi wa veta au kumtengeneza mwanafunzi aendelee kujiajiri mwenyewe mazao haya yanalimwa wa Tanzania kwa hiyo tusiuze mazao nje tutengenezee bidhaa ambazo zinaweza kutokana na vilimo vyetu wenyewe lakini bidhaa mbalimbali mfano cookies na biskuti mbalimbali ambazo tunazitengeneza kwa ajili ya kumfundisha mtoto mwanafunzi awe mjasiriamali mwenyewe. baada ya kutumia recipe prestige, tunatumia cooking oil. baada ya kutumia ma... baada ya kutumia sukari, tunatumia asali ili kuendana na tasnia ya afya za binadamu. Naitwa Riziki Stefan Dumba, ni muhitimu kutoka chuo cha ufundi stadi Veta Songea. Nilianza elimu yangu ya ufundi nikiwa sina ujuzi wowote, lakini baada ya kufika Veta nilipewa ushirikiano mzuri na walimu wangu na uongozi mzima wa chuo na hatimaye nilimaliza kozi yangu ya kozi ndefu ya miaka miwili, nikiwa fundi leo hii ambaye ninaaminika na jamii. Lengo na zumuni la kuja hapa kwenye maonyesho haya ya wiki ya vijana ya kitaifa pia ni kuizirishia jamii kwa vitendo zaidi, kwamba hata mtu mwenye ulemavu ana uwezo wa kufanya kazi kama jinsi anavyoweza kufanya kazi mtu mwingine. Na pia kuiasa jamii wawalete watu ambao wenye mahitaji maalum waweze kupata ujuzi kama jinsi ambavyo sisi tumepata ujuzi, na leo hii tunaendesha maisha yetu kupitia hii kazi ambayo tunayo. Wanasema ni bora mtu ukampa nyenzo ya kutafutia kipato kuliko ukampa kipato chini yao, anaweza ukampa pesa akaitumia na asijue namna ya kuweza kuitafuta, lakini ukimpa nyenzo ya kutafutia kipato, basi inakuwa ni rahisi kwake yeye maisha yake yote, kuendesha maisha yake. Kwa hiyo karibuni sana Veta kwa mafunzo yaliyokuwa bora changu na nina wanafunzi wangu na nimekuwa tegemezi kwenye familia yangu. Kwa jina naitwa Antonia Nsimbi. Mimi ni mhitimu wa chuo kikuu cha Mtakatifu Agustino, nina degree ya uandishi wa habari. Baada ya kumaliza nikaenda Veta nikachukua kozi ya ushonaji na ubunifu wa mavazi. Nashukuru Mungu, baada ya kumaliza nimeweza kufanikiwa kufungua kampuni yangu inaitwa Nsimbi Trends. Sasa hivi mimi niko hapa kwenye maonyesho uh, ya uh, yenye kauli mbiu ya kusema nguvu kazi wa vijana maendeleo. mm -hmm. Na niko na wafanyakazi wangu wako ofisini wakiendelea na kazi, na baadhi ya kazi zangu ndo hizi hapa nimeweza ku, yes, kubuni na kushona nguo mbalimbali, na nimejikita sana kwenye nguo za wanaume kwa sababu ni swala ambao wanawake wengi tunaogopa, tunaona kama kutengeneza suti ni kitu kigumu yes, lakini sisi kama Nsimbi Trends ndio tumekuja na kuonyesha kwamba wanawake tunaweza, yes, na nashukuru pia Veta kwa kunipa elimu kwa sababu sasa hivi elimu ya yangu ya chuo kikuu na elimu ya, ya Veta imesaidia, nimeweza kujiajiri, nimeweza kuajili wengine na pia nimeweza kuwasiliana na madizaina wengine. Mpaka sasa naweza kuwasiliana na madizaina wa Kenya, Ghana na hata ukiangalia hii matilio ni inaitwa kente kutoka Ghana. Kwa hiyo ya elimu yangu ya chuo kikuu imenisaidia kuweza kushirikiana na madizaina wengine kutoka nchi mbalimbali hiyo mbali. Mimi tunachofanya yana nipa matilio ya Ghana, mimi nampelekea batiki yetu ambao tunatengeneza, kama hizi ni batiki ambazo ni nzuri sana, tunazitengeneza hapa Tanzania. Yeah, nashukuru sana. Kwa hiyo nitoe tu rai kwamba tuhamasike, tuhamasishe vijana na ikiwezekana pia eh, kama ushauri wangu pia kwa taifa na kwa serikali, swala la elimu eh, ya ujuzi lingekuwa ni kitu cha lazima kwa kila mwananchi, yaani kungekuwa na special program pia ambayo hata watu wanaingia kwa fees angalau kwa muda fulani watu wapate hizo elimu, angalau kila mtu awe na kitu cha kuweza kujishughulisha cha kwake binafsi cha kuweza kuwa mbunifu. Hapo tutapata wataalamu wengi, tutapata vitu vingi sana, na mwisho wa siku ni kwamba vitu vingi ambavyo tulikuwa tunaagiza kutoka nje tutakuwa tunavizalisha kutoka hapa kwetu. Kwa hiyo natoa big up sana kwa VETA kwa hiki ambacho wanakifanya, na maonyesho ni mazuri na vitu ni vingi vya kuweza kujifunza hapa. Niwatakie kila laheri katika maonyesho ya hapa Mbeya. Asanteni sana.